Karibu tena mtazamaji, tuendelee na taarifa za mchana wa leo. Moja kwa moja tuelekee kaunti namba namba ngapi? Kaunti namba ishirini. Serikali ya kaunti ya Kirinyaga imechukua hatua ya kuimarisha sekta ya kuzoa taka kwa kusambaza mapipa ya taka pamoja na lori la kubeba taka ili kuboresha usafi katika miji na vituo vya kibiashara. Gavana wa Kirinyaga Anne Waiguru alisema kuwa hatua hiyo inalenga kuinua viwango vya usafi na kusaidia utekelezaji wa kazi za kituo cha kuchakata taka kinachojengwa huko Kutus. Hatua hii ikiwa ni sehemu ya mpango wa kukabiliana na mabadiliko ya tabia nchi. Hiyo itatusaidia, kuna programu ambayo tunaendelea tukisoma, tukijipanga, ambayo tunaita material recovery facility, lakini sisi tukifika huko lazima tuwe tumeweka haya mapipa eneo zote za Kirinyaga wale ambao wanazunguka Kirinyaga wanaona Kirinyaga ni safi ama sio? Safi safi. Na hizi mapipa zitatusaidia tuwe safi zaidi.